Niko katika kitengo cha mailing and logistics. Kwa upande wa mteja, ninafanya kazi ya office administrator na pia na manage fleet management system, kazi ambayo watu wengi wanaamini inafanywa na wanaume. Na we encourage pia wanawake wenzangu, tukijiamini tunaweza changamoto zipo, lakini huwa wanapata ushirikiano kutoka kwa viongozi wangu wa SGA. Zinapotokea fursa za ulinzi, wasifikiri kwamba kazi za ulinzi wanafanya wanaume tu, hapana. Katika kazi zangu za technique ambazo nikifanya kama mwanamke, kuna changamoto ambazo anazipata, lakini hizo changamoto ninazozipata sio kwa afsini kwangu, napata nikiwa kwa wateja, hawaamini kama mwanamke anaweza Mwanamke kweli, utaweza kunifanyia kazi yangu nikaridhika? Lakini mwisho wa siku, ukishafanya kazi yake, ndo anaamini kwamba kumbe mwanamke anaweza. Kwa hiyo mimi ninachoshauri kwa wanawake wenzangu ambao labda wana, wanataka kujaribu, asiseme ajaribu, aseme nataka nifanye. Na mi nashukuru Mungu kwa hapa nilipofika na ninaendelea kujifunza zaidi ya siku zinavyozidi kwenda, kwa sapoti ya kampuni yangu, wafanyakazi wenzangu na mabosi wangu kwa ujumla